Kuna mwanamke sio mwanamkea, kuna mwana yani sio, yani kuna mama ni mwanamama ambaye, huyu mwana mwanamama anakupinga wewe, hataki asikie unafanikiwa, hataki asikie unapambana, kwa hivyo vyote vile ndio. Lengo kubwa kurudishe nyuma, ndio. Na wewe umeandikiwa tarehe yao, kwa sababu huyo mwanamama nayemsema ni mchawi hayuko peke yake, wanachama chao cha wachawi. Unanielewa vizuri, unanisikia? Kwa hiyo yeye shida yake ye shi naye anapeleka na, jamani, mimi namtaka huyu hapa. Ah, huyu tunamweza tu. Ndio. sawa sawa. Wewe ilibidi kukute stroke. Sawa, wameweka mambo mangapi? Matatu. Kwanza, kuna mahali wewe unasikia ganzi kwenye mwili wako, ndio kweli, sio kweli? Jambo la pili wametengeneza roho ya ajari. sawa, sawa. wametengeneza roho ya nini? Ya ajari. yaani naona hapa ganzi roho ya ajari lakini mwisho wa siku kwa yote uje upate stroke. mambo mangapi? Matatu. yote haya hawataki wewe ufanikiwe na wamepanga sio kufanikiwa mpaka mwisho wa maisha yako na ni kweli siyaoni mafanikio. Sawa sawa. kila unapojaribu kwenda unaenda unarudishwa chini Pambana, pambana, fedha ikai mkononi. Hawataki hela idumu, yani pita, inapitiliza. Na kuna wakati ulipata maumivu, mgongo, kiuno. Sawa sawa, ni hali ambayo ilikuwa kuna roho imeingia, imeroteti kama nyoka. Sawa sawa. Hem, simama mzee. Pole. Nini hapa? Kidonda? Pole. Kina muda gani? mwezi wa ngapi? Somo la leo. Awa, sawa sawa. Eh, ka, ka, ka, ka. Hospitali wamekwambia nini? Pole sasa. Watakako kwenda watakutisha wakwambie ni kansa. Sawa? Watakako kwenda watakutisha watakuambia ni kansa. Lakini leo kidonda chako na kiombea, sawa. Sawasawa sawa. Ndani ya siku 28 umeshapona, sio miezi minne tena. Amen. Ndani ya siku ishirini ngapi? 28. Manake saba iende mara nne is equal to what? Sawa mzee, siku 28. Wewe e, unasikia mnini? Maumivu mguu sana? Toa kiatu. Alafu hapa hapa utakanyaga nzuri, nataka upone hapa hapa, Mzee. muamini Mungu. Kwa nini nimekwambia hivyo? Wewe unamwamini Mungu kweli, lakini umekuwa huombi. Nguvu ya maombi haipo mpaka adha inakukuta, hii nguvu ya maombi. Kwenye nyumba yako hamna maombi, wakati mwingine unalala bila kuomba. Je, ni kitu gani kitakutenganisha na upendo wa Mungu? ni hakuna kwa hiyo lazima uombe jitetee kwenye maisha yako sawa mzee wangu yani jitetee kwa sababu Yesu ni wa kwetu wote Amin. Yesu ana protect you. we usipate shida sasa angalia hapa si kawaida we umehimbiliziwa walichokuhimbilizia hapa kilianza kadonda Amin. choma kitu lijigonga hey. kitu kidogo tukaanza taratibu sasa kile hakikuwa kitu mzee sawa hakikuwa kitu ile ilikuwa ni roho tena, walikutumia kuku. Unamjua kuku? Amen. kuku wa nyama Amen. sawa sawa Amen. ila hukumjua kama kuku sawa? Amen. walibadilisha kuku akawa kama kijiwe chenye ncha Amen. sawa Amen. Hey! ukaishi kama kawaida tena ulichukulia normal kabisa, hey. kimeanza taratibu hey, kimeanza taratibu hey, mpaka imekuwa kidonda kikubwa kinatisha, kinatisha, na kimechukua miezi mingapi? Minne sasa kwa nini yule yule mama yule yule, sawa mama, sawa sawa, mzee wangu, mi nakuelekeza sababu, mimi na uwezo wa kupambana na huyo mama, sawa sawa sawa sawa. Na nataka niseme, aliyokufanyia hivi, msiba unaenda kwake, naulia tena, msiba unaenda ukitokea. Msiba usisafiri sawa, najua anakuhusu sana, anakuhusu sawa E, lakini hautasafiri sawa. Mimi nimetumwa na Mungu aliye hai na nalosema hapa lipo wazi, msiba unakwenda kutokea kwa yule mtu, kwa huyo mama sawa. Wewe ungekuwa wa kuomba sana, ningekutajia sasa. Wewe si mtu wa maombi, wazi peupe, siwezi kukwambia sawa ni nani, siwezi, lakini mimi namfahamu kwa nini nasema hivyo? Hata nikikwambia haitakusaidia kitu. Yule mtu ambaye angekuwa ni mtu wa maombi, ni mtu wa rohoni, maana yake kubwa, unaweza ukamwambia, we unaweza ukaambiwa jambo, lakini una roho ikakwambia hapana, siwezi kukubali, ikatokea sitofahamu yoyote katika ulimwengu wa mwili huu wa kawaida sawasawa. Lakini mimi nimekueleza, ninachotaka wewe upone, alafu msiba ukitokea ndio utajua aa, lile limetimia, sawa. Mtumishi wa Mungu utaandika, majina yake matatu. Basi mimi najua nani na nani, sawasawa mtumishi wa Mungu. Sasa nataka mimi maumivu yaondoke kwa jina la Yesu, sawa sawa. Simama, simama Jesus, I call you in the name of Jesus Christ.